Habari yako inaitwa Dr Damaki, miliki wa Nsongwa Traditional Clinic, kituo cha tiba asili kinachotibu kwa kutumia mimea asili isiyokuwa na kemikali ya aina yoyote. Ni kituo ambacho kimesambaa Tanzania nzima, lakini pia nje ya Tanzania. Kwa mikoa yote ya Tanzania unaweza kutupata na visiwani Zanzibar utatupata Fuoni Gitini pale utatupata kituo chetu na utapata huduma lakini pia nje ya Tanzania tunapatikana Kenya Nairobi, lakini tunapatikana Zambia Lusaka, tunapatikana Botswana mnimo Gaboroni, lakini tunapatikana South Africa Pretoria, lakini tunapatikana Malawi Mzuzu, lakini pia tunapatikana Lubumbashi Congo lakini tunapatika na tunapatikana Burundi pamoja na Uganda. Kwa hiyo tuko sehemu mbalimbali mbali, lakini pia sehemu ambapo vituo vyetu hatupo tumekuwa tukituma dunia nzima nchi yoyote kwa uaminifu, na watu wanapata dawa zao na Mungu anatenda, wanaweza kupona maradhi yao na kurudi kwenye hali yao ya kawaida na kuendelea majukumu yao kila siku. Kuna watu ambao wamekuwa wakiteseka na ugonjwa wa pressure. Pressure ni ugonjwa ambao e, mtu akiupata anajua kama vile amepata ugonjwa wake wa maisha, na hii ni kwa sababu ya kuaminishwa upande wa pili ambapo hawana tiba ya kumaliza changamoto ya ugonjwa wa presha. Kwa hiyo watu wamekuwa akiamini akipata ugonjwa wa presha kama vile ndio anapata tiketi ya maisha yake ya duniani, kama vile ndio amepata ugonjwa wa kufanao duniani. Lakini tukwambie kwamba sio kweli, presha inatibika na kurudi kwenye hali yako ya kawaida kabisa, na presha yako kurudi nomo, na sio ni kwa temporary. Hii ni tiba ya moja kwa moja na sisi tunatoa tiba ya kuponya magonjwa. Sisi hatutoi supplement kwa maana ya virutubisho. Virutubisho ama supplement ni kama chakula ambacho unapaswa kuendelea nacho maisha yako yote, kama tu ambavyo mtu anapendelea dawa za kizungu za kila siku, kwa sababu supplement mara nyingi au virutubisho vinaweza kukusaidia wewe, hasa ukiwa bado hujapata maradhi, ili basi usiweze kupata maradhi, lakini mara nyingi na mtu ambaye pengine na changamoto ya mifupa kusagika au mtu mwenye changamoto ya kutokuona vizuri, alafu ukamshauri ale mchicha au kamshauri atumie bamia kwa wingi, kwamba itaweza kuondoa tatizo ambayo tayari lipo, ni mara chache sana na sio rahisi. Sana sana itapendeza mtu huyu akitumia supplement au chakula hicho ikiwa hajaumwa ili asiweze kuumwa. Lakini akiumwa, maana yake inahitajika tiba aweze kupona na tiba sisi tunaipatoa Song'wa traditional clinic, ni dawa tiba na sio supplement, na sio virutubisho vya kwamba uendelee tu kuwa na unatumia mara kwa mara, sio mwezi miezi miwili, sio miezi mitatu. Dozi zetu, dozi ya muda mrefu ni ya siku ishirini na nane ndio dozi pekee ya muda mrefu, lakini dozi zetu nyingi ni siku saba, siku kumi na nne, siku ishirini na moja ndiyo dozi yetu kamili, lakini hatuna dozi ya miezi mitatu minne mitano sita, mwaka sijui miaka mingapi. Hiyo ni supplement ambayo sisi hatutoi. Kuna ugonjwa kama presha, ambapo tunasema kwamba presha mtu akipata anajua kama vile amepata ugonjwa wa maisha. Hapana, ugonjwa wa presha unatibika, na presha unaweza ukaipata kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza, presha unaweza ukaipata kwa kurithi, kihistoria ya kifamilia kama familia imekuwa na changamoto ya historia ya ugonjwa wa presha , basi unaweza ajikuta ukaingia kwenye historia hiyo ya kupata ugonjwa wa presha, kama kuna historia ya familia ya kupata ugonjwa wa presha. Lakini pia presha unaweza ukaipata <coughs> kwa lifestyle, mtindo wa maisha, kwa maana pengine msongo wa mawazo. Ukiwa na msongo wa mawazo kupita kiasi, we mtu wa kuwaza sononeka, kuwaza ufiki sana pita kiasi unaweza ukajikuta ukaingia kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa presha. Kwa hiyo kuna watu wamepata ugonjwa wa presha kwa sababu ya msongo wa mawazo, lakini pia unaweza ukajikuta ukapata ugonjwa huu wa presha kwa kuishi na ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa muda mrefu utaweza kupata ugonjwa wa pressure namna gani? Kadri masomo yatavyoendelea kule mbele, nitaweza kufundisha. Lakini pia unaweza ukapata ugonjwa wa pressure kwa kuishi na ugonjwa wa baridi ya bisi, kwa maana ya kuishiwa na ute kwenye viungo, kwenye joints yako, unaweza ukajiingia ukajikuta umeingia kwenye ugonjwa huu wa pressure. Ni kwa nini? Masomo ya mbele tutaweza kufundisha, lakini kukaa na ugonjwa eh, lakini pia unaweza kupata ugonjwa wa pressure kwa sababu ya kuishi na ugonjwa wa kisukari. Ni kwa nini? Pia unaweza ukapata ugonjwa wa sukari wa presha ukiwa na ugonjwa wa kisukari, tutafundisha pia. Lakini pia ugonjwa wa presha unaweza ukapata mtu mwenye utatizo la athma au pumu. Ni kwa nini? Pia tutafundisha masomo hayo. Lakini presha unaweza ukaipata kwa namna hiyo ambavyo nimeweza Kuielezea. Na huu ugonjwa wa presha ni ugonjwa ambao anaitwa silent killer, muuaji wa kimya kimya. Ni kwa nini ameitwa muuaji wa kimya kimya? Maana ya kwamba huyu ugonjwa ni ugonjwa hatarishi sana kwenye maisha ya binadamu. Binadamu anaweza kaa yuko salama vizuri kabisa mchana wote, mkashinda naye usiku, mkashinda naye vizuri, anapoenda kula, anaenda kulala, mtu asiweze kuamka, au mtu anaweza kuamka, amekaa sebuleni, baada ya muda chache, mtu anakata maisha, anapoteza maisha kwa sababu gani? silent killer alikuwa akiishi naye, na ameitwa silent killer kwa sababu ya kifo chake ni cha ghafla. Kwa hiyo <coughs> na tunapozungumza presha, mara nyingi ni mishipa ya damu kusinyaa. Mishipa ya damu inaposinyaa, maana yake flow ya damu inakuwa ni ndogo ambao hali inayopelekea moyo kutumia nguvu kubwa kusukuma damu kwenda kwenye mishipa ya damu iliyosinyaa, kulingana nje ya utaratibu wake, ambao mishipa inapokuwa iko vizuri. Na mishipa ya damu inaweza ikasinyaa kwa sababu ya kula red meat, nyama nyekundu, ambazo hupelekea cholesterol, ambayo mafuta kuganda kwenye mishipa ya damu, ambayo kishaganda inapelekea mish... ile ile ule, ule upana wa saizi ya mishipa kuwa ne ndogo, haya, ambayo inapelekea mtu kupata shida damu kutembea kwenda kwenye sehemu yake husika. Lakini pia kama ilivyosema, mtu mwenye kisukari mwenye pressure anaweza kupata pia mishipa ya damu. Mwenye kisukari mishipa ya damu pia huwa ina sinyaa, ambayo pia anajikuta akapata shida hii ya pressure. lakini utajuaje kama mimi niko na dalili za presha kabla, ambapo pengine ujaenda hata kupima? Mtu mwenye tatizo la presha anakuwa anasikia baadhi ya ganzi, baadhi ya sehemu zake za viungo vya mwili, lakini kusikia kama kuwaka moto, sehemu ya inaweza kwenye miguu au kwenye mikono, usikie kama kuna moto unawaka. Lakini pia kuhisi kama kuna kitu kama kina yani, kama kitu kina tikisika tikisika, yani kinacheza cheza hivi, lakini fro ya kutembea inaweza kusikia kama kitu kuna cheza cheza, lakini wakati mwingine kusikia milio kwenye masikio kama kama kama kengele mwingine kama kama, kama redio unatafuta mawimbi, yaani milio kwenye masikio yako. Unaweza kusikia milio fulani kwenye masikio yako. Hii ni mishipa ya damu imesinyaa, flow ya damu yako inasumbua sana. Lakini pia mtu mwenye shida ya presha anaweza apelekea kuwa na uoni hafifu, wakati m ona kama ukungu nakuwa a uoni vizuri ganzi hii yote unaweza ukajikuta una dalili zote hizi, ambazo unaweza ukahisi kabisa una presha na hata ukienda kupima unaonekana hii changamoto ya presha. Lakini <coughs> unapokuwa na presha kuna madhara mengi. Mtu mwenye tatizo la presha, mishipa ya damu inapokuwa imesinyaa, flow ya damu inakuwa ni ndogo, na inapokuwa ni ndogo, maana yake kwamba damu inakuwa ipata ifiki ya kutosha kwenye figo. Kwa mtu mwenye presha ana hatari kubwa sana ya kupata madhara ya figo yake kushindwa kufanya kazi, lakini pia mtu mwenye presha anaweza kajikuta akapata athari kubwa ya ini pia, kwa sababu kwe pia damu inakuwa haifiki vizuri. Lakini pia mtu mwenye pressure anaweza kapata changamoto ya moyo kutanuka au valve kushindwa kufanya kazi vizuri, au zile nguzo zinazoshika moyo kuvimba au kutanuka kwa moyo, kwa sababu moyo unakuwa unatumia nguvu kubwa kusukuma damu kwenda kwenye kwenye mzunguko wake, kutokana na mishipa ya damu imesinyaa. lakini mtu anapokaa na ugonjwa wa presha unaweza ukamsababishia stroke, kupooza kwa sababu ya mishipa ya damu inapokuwa imeziba na moyo unasukuma damu kwa kasi, inakuta mishipa imejam, damu inakuwa ni nyingi, kwa mtu anaweza kukuta anaanguka na kupelekea presha iza mishipa ikapasuka, au wakati mwingine tu damu inalazimisha kurudi kwenye tundu la moyo la kutolea damu ambayo alipokei zaidi ya kutoa. Kwa hiyo inatokea jam pale, mtu anaweza kaanguka, naweza kapata akapata stroke. Lakini mtu mwenye changamoto ya pressure anaweza akajikuta akapata presha ya macho, kwa maana ya kushindwa kuona kabisa macho yake. Maanake mishipa ya kuja kwenye macho inaziba inakuwa hamna damu, flow ya damu ambayo inaweza kuja huko kwenye macho na kupelekea wewe uweze kuona. Kwa hiyo, na hatari kubwa, presha inaua ghafla, hakuna cha kuumwa kwamba unaweza kuwa unatembea vizuri unafanya shika zako vizuri, ukapa ukaota ndoto tu usiku ukakustua tayari, ukahatarisha maisha yako. Lakini pia unaweza kujikuta tu kwamba umekaa sebuleni, una mawazo yako, ukahatarisha maisha yako. Kwa hiyo kama wewe umekuwa ukiishi na silent killer, umekuwa ukiishi na ugonjwa wa presha, iwe ya kupanda ama ya kushuka, na wakati umeshakata tamaa, umeambiwa hakuna tiba, tukushauri Mungu ajakuacha. Song'wa Traditional Clinic ni taasisi kubwa sana ambayo inatibu tatizo la presha kupona kabisa na kurudi kwenye maisha yako. Tunapatikana Tanzania nzima, lakini pia nje ya Tanzania. Tunapatikana Nairobi, Kenya, tunapatikana Lusaka, Zambia, tunapatikana eh, Botswana Minimo, Gaboroni, lakini pia tunapatikana South Africa, Pretoria, lakini tunapatikana eh, Lubumbashi Kongo, lakini tunapatikana pia Mzuzu Marawi, kote tunapatikana. Nchi nyingi Uganda, Burundi, kote tunapatikana. Lakini pia unaweza ukanipigia simu yangu mimi moja kwa moja. Kwa wewe ulioko nje ya Tanzania utaanza na plus 255, lakini wewe ambako Tanzania unaweza kuanza tuna 0752 6292 tano mbili. Lakini pia unaweza ukatutembelea kwenye mtandao wetu wa kijamii. Instagram utaandika Song'wa Traditional Clinic, lakini Facebook utaandika Damaki hebo lakini kwenye website utaandika www.damakiherbclinic.co.tz lakini pia kwenye YouTube utaingia pale, utaandika Damaki TV, utaangalia pale, utatufuatilia pale na utapata elimu ya kutosha. Sisi tunatibu magonjwa mbalimbali, na ndio maana tumekuwa tumesambaa sehemu mbalimbali Tanzania, na tumekuwa tukikwambia siku zote sisi sio wale walewale. Afya yako jukumu letu.